Karibuni tena wandugu watazamaji na wasikilizaji wa Radio Television Ngyoku mali popote mulipo, tunasema shukurani kwa mwenyezi Mungu, maana ametupa tena muda wa kuwafikia mali mulipo. Pole sana kwa wazalendo wote wanaotufuata na wandugu ambao walisikia kifo cha shujaa mtetezi Kibukila. Basi, Bwana alileta na Bwana anachukua, jina la Bwana libarikiwe. Ni maandiko matakatifu katika kitabu cha Ayubu. Basi tunaenda kuwajulisha kwa haraka habari ambazo ni za kinaganaga, habari za sasa, baada ya wazalendo kuzingira mji wa Bukavu kando kando, na kuanza namna gani wanaweza anza saka adui. Na tuliona eh, hawa wa Watusi wanaanza toka kwenye pozisyo zao na kuanza kurudi katika mji mkuu wa Bukavu, na tunawajulisha wandugu wote wa Bukavu ya kwamba tayari mji wa Bukavu ni wiki moja mutakuwa na ukombozi, mutafurahi. Sababu gani mulifikiria nyinyi mulifikiria ya kwamba hawa wandugu ambao wanakuja wanajiita wanakuja kukomboa kumbe, munaingia katika utumwa. Angalia leo Bukavu, angalia Goma, mauaji kila siku. Muliona mauaji kwa, kwa, kwa kwa bahari, wanahua watu wanatupa, wanachinja watu wanatupa majini, siku siku siku kwa siku wanaendelea kuua. Bukavu vile vile wanaua. Mulikuwa huru wa ndugu zangu, wa mushi, mlikuwa huru kutembea Bukavu, mwingine ambiance kachupa mnaenda, leo muko wapi? Na ndio maana wazalendo wanasema vipande vishuke, ni sherti kukomboa wa ndugu zetu mutakombolewa na nazungumza kiukweli. Ki labda mulis, mulisikia wanasema tutakuja, na ilichukua muda. Ilikuwa ni government ya Kongo ilikuwa ikizuia wazalendo kusema wasubiri kwanza, sababu wao wanatazamia proseduri ya negosiasio ya majadiliano, wakae pamoja na M23. Sasa sisi tunajua wakikaa pamoja na M23, M23 itaimpose itashurutisha raisi wao wabakie nor Kivu na Sirikivu, wakiongoza na majeshi na kila kitu, na hapo akse ya Rwanda itakuwa tuliona eh, kwenye masoko mumatiketi mwa Rwanda. Yani nyinyi hapa sasa, musipojitahidi kuwa pamoja na wazalendo, mutakuwa watumwa. Tuliona wanyarwanda wengi sana kuvuka, wako wanaenda wapi je? Bukavu koko kambi ya wakimbizi hakuna, lakini wanaingia basi tunawajulisha hiyo watoto wa Bukavu, mutulie sababu, e, ukombozi wa wazalendo uko karibu sana. Hapo ninasema karibu sana, macho yangu yako yanaona, maana sisi tuko katika shamba la vita na hapo tunapambana siku kwa siku, huko milimani upande wa Minembwe. E, tayari jeshi letu la wazalendo ziko naingia ingia kabingu Kabingo yani hapo wanalenga Kabingo, na wakifika Kabingo ni mara moja Minembwe. E, yani e, mambo mengine hatutayazungumza kwenye mtandao. Namba iko hapo chini, alafu tutajua namna gani tunaweza zungumza wakati yetu sisi wazalendo. Tunajua wasaliti ni wengi sana, wako wanatuma na Wanyarwanda. Ita radio Ngyoku, ita ndugu Hamisi, ujaribu kumuuliza, ili tupate mambo tunajua nani anatumwa na Mnyarwanda, tuko tunajua sababu maulizo utauliza tutajua huyo anatumwa. Asante sana kwa mheshimiwa, eh, eh, eh gavana makamo Jean Jacques Lacano, asante sana kwa kila kazi huko natumika. Watoto waBukavu, wa Bukavu hawakuwatupililia, hawakuwatupililia hawa wagavana hawa hawa, wa wenu wawili ni wagavana ambao wanakuwa na makusudi ya nyinyi kupata wokovu, kukombolewa Mheshimiwa gavana makamo Jean Jacque Elakano, kwa kazi unayoifanya vrema, mefelisitasio ongera, na tuko pamoja na wewe kukusapoti kwa kazi unatumika. Hata mheshimiwa eh, gavana Jean eh, Jacque Purusi mahali alipo, anazidi na vilevile vile kufanya kazi. Basi tunawapatia mda tupate kuwazungumzia habari za ukweli ya kwamba wazalendo Hawa, hawapati sapoti ku, ku government, hakuna hema tutaweleza kweli hakuna hema tuko, wakati wa mvua, hatuna mahema na watoto wetu wanajitoa kwa kuwakomboa, lakini government, sababu government iko na na na majeshi na viongozi wa majeshi njo wana wanakuwa wasaliti, hatutaficha, munajua walisaliti Nord Kivu, walisaliti Goma, walisaliti Bukavu, na leo tuko wapi? Ile jeshi ambayo ilikuwa Goma, uangalie tu, wa viongozi wa majeshi waelezee majeshi, tupande bato, tukimbie. Pole sana. Kwa hiyo tunawajulisha hivi, wazalendo wanahitaji hema hema zinahitajika kwa sababu mvua ni nyingi, na watoto wa Bukavu, watoto wa Sud Kivu, munajua mwezi wa nne mvua inakuwaka mingi sana. Walipenda wafike Kabingu ile wakati, niliwaambia vita vilikuwa vikali sana e, waka, kule, na turonge na mingine mbalimbali mbali, kitu kiliwazuia ni mvua, hawana hema. Na tunaposema hivi, tulipata ndugu ambaye alileta dola mia mbili na hamsini na tukagawa hema sehemu mbili. Tulikamata hema makumi mbili na saki mbili za, za, za unga ziende haraka sana milimani na transport nao huu inasumbua. Tunapowaeleza kitu tunawaeleza ukweli. Wakamati ya wazalendo walifanya shauri wakasimamisha kamati yao, yani sisi tunapokea tunaita ile kamati ya vikundi vyote vya wazalendo, tunawapa ule msaada, ile vikundi wanagawa. Msidanganyike kwa watu ambao wan, wanatafuta kupeleka akili zenu kwa kuleta msaada, ili wapate kukula miezi miaka sita. Sisi tunapeleka msaada ya wazalendo, iwe wajane, iwe mayatima, iwe wazalendo wenyewe, iwe viato, iwe chakula, vitu vingi vya wazalendo ni sisi tunatuma. Kwa hiyo tunawaomba watoto wa Bukavu muna, muna, mulisherekea tuko wapi? Eh, najua wengi wanakimbia Kalemi, wengi wanakimbilia Kalemi, wengi wanakimbilia in, wako Tanzania wako Burundi. Kila mtoto wa Sud Kivu alete mchango wake kwa kusaidia wazalendo. Sababu gani? Kuna vitu vitatu vinavyohitajika kwa haraka. Ya kwanza ni hema ya pili ni chakula. Hatupendi utuletee chakula a, a, wewe leta pesa we, twende nunua chakula sisi peke, sababu mnyarwanda anaweza tuletea sumu na kesho wazalendo wakufe na sumu. Kwa hiyo pesa zako tutakuwa tunazisema wazi, wacha niseme eh. Tunda bora dada, tunda bora iko hapa na pale, pamoja na kaka yake walileta dola mia mbili na hamsini. Tuna wandugu ambao walipeleka watoto wa Bukavu. Tuna wandugu ambao mmoja alipeleka sa mil fra, mwingine alipeleka katreve mil fra, mwingine alipeleka senkante mil fra. E, tutaleta liste ya watu wako wanatoa michango yao, lakini tunda bora alileta desa senkante dola ya wazalendo na tukachukua nusu Tunauza mabash za kupanda milimani hivi, nasema wabishambuke walikuja beba e, e, hema makumi mbili na saki mbili ya unga, wapandishe haraka na waende huku, na mizigo ingine iko inawafata. Ni pesa za watu wako, hatuwezi kula pesa ya damu ya wazalendo. Miaka sita ninasema mizigo ya wazalendo inepitia kwetu. Basi tupate kuwazungumzia habari ya sasa. Watoto wa Fizi, tarafa la Fizi, adui iko Mibokoboko, adui iko Minembwe, adui iko Mikenge. Ni eneo tatu ambao adui anadhibiti na iko na mpango wa vita. Kwa hiyo uh, kifo cha jemadari mkuu Trezor Kibukila isituchukue akili yetu yote na tusiwe tunakokotana maana adui anaweza profite kwa ile hatua, ili apate kufanya mauaji. Kwa hiyo tunasema hivi, wazalendo watateremuka siku ya maziko ya kumuzika eh, jemadari mkuu amuri, eh, jemadari mkuu eh, msamahani, eh, Tresor Kibukila, na tutawapatia eh, siku ya maziko na ataheshimika atazikwa kama mfalme, na e, e, delegasio kutoka Amerika kutoka fasi mbalimbali e, watakuwa kwa hiyo siku ya maziko, na tunakuwa pamoja na mahusiano vilevile na wandugu wako nje kwa kuja, e, kwa maziko ya mheshimiwa Jamadari mkuu e, Tresor Kibukila. Tunaomba amani kwa Wabuyu, amani kwa Wabembe, amani kwa watu wote. Tunarudilia katika hali ya uzalendo. Wandugu wa ndugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku, tunasema asante kwa honorable député eh, Eliezer Tambwe. Baada ya kufanya maemisio mbili, alikaa na akafikiria, sababu nilimwambia iko anasema sema na ha, hana ta infra aishaka wapatia wazalendo Alafu wanafanya kikundi chao mchango, tayari ulishaanza. Ni kusema Eliezer Tambwe alifata maemisio zangu na wako na mchango ambao tayari unafika e, kiwango e, cha juu kwa kusaidia wazalendo na ule mchango utatupitia. Tunasema asante kwa ndugu Eliezer Tambwe kusikia ujumbe wetu na kuanza mchango, si peke yake, iko na wandugu, iko na wabembe wengine wakina gistalkole wako ndani na wengine na wengine na vilevile vile, eh, tunasema wandugu ambao wako Amerika eh, wajua ya kwamba tariki ine ya mwezi wa ine huko Washington DC eh, wa, wa, wa, wa delegasio ya raisi Felix Tshisekedi iko inakuja huko le 4 avril siku tariki ine ya mwezi wa ine eh, delegasio ya, ya, ya raisi iko nafika huko, na Eliezer Tambwe atakuwa miongoni mwa watu ambao watakuja kule cool. muprofite oportunité ya kumsimamisha Eliezer Tambwe atakuwa atakuwa Washington mm Muulize. ile makurse zote rais Felix Tshisekedi alianza kafanya miaka tano iliyopita, na sasa mwaka mzima, na nyinyi wadepute wa Eliezer munaendelea kufanya mipango, ujumbe gani anaweza kutuelezea juu ya vita huyo? Tu watosha basi. e, ndugu honorable e, Eliezer Tambwe, Mungu akubariki kwa ile mchango ambao Munaanza fanya kwa ajili ya wazalendo basi. Tunaeleza wandugu wote wa Bukavu ya kwamba jiji la Bukavu, ninarudilia, imezingirwa. Hamutawaona na silaha aa, hamutawaona wako wanajipiga kifua aa, lakini kando kando ya mji wa Bukavu umekwisha zingirwa na tayari adui alishajua, hatutawaficha. Iweni na roho za kushuka, ukombozi wa wazalendo uko njiani. Jemadari mkuu amuri ya kutumba tayari, vikosi viko vinapanda. Makanaki ambaye amesimamia kikosi cha tarafa la Uvira tayari, kikosi kinapanda ni Bukavu ipende sipende, ipate kukombolewa. Munasemaka Bukavu inyanya, Bukavu haitakuwa inyanya wakati adui iko Bukavu. Bukavu itakuwa inyanya wakati wakongomani kwa wakongomani wako wanafurahia e, e, e, e, e, amani yao inyanya nyanya itakuya wakati mzalendo ameingia Bukavu na tunasema tayari wavijana, eh, kupitia, eh, wa vijana kupitia programu ya mheshimiwa Juste Bitakwira eh, mahali alipo, tunasema asante kwa kazi huko natumika. Tayari Bukavu imezingirwa. Maneno ambayo Juste Bitakwira honorable alisema ni ya kweli, haiko uongo, hakudanganya. Mimi ninauelezea kitu kwa kwa, kwa, kwa wakati kwa kueleza ya kwamba Bukavu mshushe roho tayari, vikosi vinapanda. Mutasikia Nyangezi, mutasikia Kaziba, mutasikia polepole pole, na wakati tunafika wanafika Nyangezi mjue tayari, huko mutasikia Nyaweni huko huko, Bagira mutasikia wapi wapi, na nyinyi nyote mutakuwa tu na krimoya kushangilia na kukaribisha hawa wazalendo wa, wa, wa sababu ukuta wa Yeriko ambao umejengwa na wa, wa, wa, wa, wa, wa, watusi ipate kuanguka. Tuko tayari na listi ya watu wote ambao walisaliti Bukavu kwa kuleonesha wanyarwanda gari nzuri hapa kuko hivi hapa kuko hivi, ile listi tuko nayo. Yaani, wakati tunaingia, jivukie yako, hatupende kumwaga damu ya mkongomani eh. Vuka yako mbio, uende kwa wandugu yako wanyarwanda. Hey, tunasema ile ile liste tayari iko. Wakati mnasikia mzalendo anavuka, na unajua kama wewe ulisaliti ndugu yako mkongomani, jivukie, hatutake kuua damu ya mkongomani. Kwa hiyo vuka haraka pamoja na wandugu zako unaenda, lakini watoto wa Bukavu mutulie, msingojee aseme hu Kamanyola eh. Vita vikishaanza Kamanyola njo vitapanda mplene ya vitapanda Ngomo, a strateji ni ingine, msingojee Kamanyola hu tukamata, mnajua, munajua Kamanyola ni mpaka na hapo, ni karibu na ile mlima wa Ngomo, upande huu ni Wanyarwanda kwa hiyo mastratejia ambazo zilifanyika ni tofauti. Kwa hiyo e, tunasema tuombe sana, watoto wetu wa Kristo, muombe; Waislamu muombe, sababu ufunuo unasema anakuja karibu na uokombozi uko karibu. Sikiliza kitu ninasema kila mtoto wa Sud Kivu, wa Nord Kivu, kila mkongomani anayesikia Swahili ni tayari tayari tena kuleta mchango wako. Namba ziko hapo chini, peleka pesa zako kwa haraka, ili wazalendo wapate wapate hema wapate chakula wapate godio madawa. ni baadaye, mnajua Wanyarwanda ili waanze vita, Wanyarwanda wote wako ulimwengu mzima, wana walichangia pesa muda wa miaka baada ya mfuko wao kuonekana unaenea, ndipo sasa wanaanza vita. Lakini sisi hatuna mchango wa vita, sababu hatukuandaa vita. Tuko kwetu, walikuja kutuchokoza, na ndio maana na sisi inatulazamisha kuleta mchango kwa haraka. Na hii hii message, tumia mwingine, sambaza hayo, jiabone kwa haraka, maana ripoti zote za vita zitakuwa zinapita hapo Vilevile vile tunakuomba kuko kukoshene mpya ambayo inaitwa e, Wazalendo TV. Wazalendo TV iko na logo ya mzalendo iko na mshale e, yani vitu vyote vya wazalendo walisema wawe na, na kundi yao wawe na, yani vitu vya wazalendo iwe vinasukumiwa ndani maana hii ni ya radio television Ngyoku, yaani kuna vitu ambavyo vitakuwa vinapita moile shene ya mpya ilifunguliwa ya wazalendo tv. Wazalendo tv iko na logo ya mtu iko na mkuki jiabone, maana mambo mengi yatakuwa yanapitika hapo, na hapo utaona wazalendo wenyewe watakuwa wanapitisha mameseji zao. Apo kwa Wazalendo TV. Tujiabone tuwe wengi. Kwa hiyo Wazalendo TV kwa nini? Sababu wakati hiyo YouTube itaanza eh, kulipa itakuwa ni kuchangia vile vile kwa Wazalendo. Yani sukumia mwengine ajiyabone, mtumie hiyo ujumbe aji abone. Wazalendo TV inakuwa na lugou ya Mzalendo eh, sura ya mtu anafunga eh, eh, eh, kitambaa ya ruge mkichwa, iko na mshale, alafu ni kupigania nchi yetu. Basi tunashukuru sana wadugu jiabone eh, ku radio television Ngyoku kwa hii shene, na jiabone vile vilevile kwa wazalendo TV ni shene ambao wazalendo wamefungua kwa ajili ya habari zao. Basi inyanya Bukavu, inyanya Bukavu, mujiandae, ukombozi unakuja. Tunakosa godio, tunakosa hema, tunakosa chakula. Msaada wako namba ziko hapo, utafika kikweli. Tuna kamati ya wazalendo wote walifanya kamati. Msaada ukifika wanaitwa wanawapatia. Inyanya. Tunakuja. Chao.